Mimi kwa upande wangu nina saa zangu, yani ninatoa na saa zangu ni kuasisitiza umma kwa ujumla kujiepusha na vitendo vitavyosababisha uvunjifu wa amani katika, baada ya kuendea uchaguzi na baada ya kuchagua, ili tujiepushe na vitendo hivyo. Kukitokea rasharasha la za mtu yoyote kutaka kusababisha, yanayetaka kusababisha uvunjifu wa amani, tujiepushe. Tutatukifanya ikifika tarehe 29 twende tukapige kula, tukishatoka turudi majumbani kwetu tusubiri maamuzi ya tekwa yamepatikana tukubaliane nayo ili tuendelee kuilinda amani nchi yetu kwa ujumla. Sina la zaidi, nasisitiza hilo tu kwa jamii kwa ujumla. Suala la uchaguzi mwaka huu na 2025 kutakuwa na uchaguzi mkuu wa rais, wabunge pamoja na madiwani. Kitu ambacho nakiona tutakuwa kwanza ni uchaguzi wa huru na haki, kitu ambacho naona kitafanyika Uh, sisi wananchi tupo kwa ajili ya kupiga kura kwa wakati muda wa uh, uchaguzi utakapowadia, na pia tuna taarifa kwa vyombo vyetu vya, vya, vya dola basi vya kipao mbele kulinda amani. Pia ukiachana na wananchi tunasubiria vizuri siku ya uchaguzi 29 Oktoba, ili tukapiga kura kiongozi ambayo tunamtaka, na wito kwa Watanzania wote, 29 tuamke mapema tukapiga kura. Baada ya kupiga kura tuendelee kwenye shughuli zetu. Mwenye biashara afanye biashara zake, kama anafanikiwa, anafanya kazi kwani, aende kwani, afanye shughuli zake, mvuvi akavue kuri nyumbani, kama kuri nyumbani, akarudi nyumbani, akapumzike. Tutunze amani yetu, amani ni muhimu kuliko kitu chochote. Tuangalie Sudani sasa hivi wanavyoishi, kuanzia Sudani Kusini, hata Sudani Kusini, hata Sudani hiyo nyingine. Tuangalie huko Gaza, namna watu wanaopata shida hiyo, vita isikie kwa wenzako tu, vita sio mzuri. Yaani, haya maisha ambayo tunaishi haya ni bora kuliko haya mambo wengine ambayo mtu mwingine anayasikia kwa hiyo, watu akapie kula, baada ya kupia kula mtu akaendelea na shughuli zake, au kama hana shughuli za kufanya, ali nyumbani akasubiri matokeo moja kwa moja tu, akili yako yote uende nyumbani. Hii utakuwa unaenda nyumbani kwa sababu ya nini? Kwamba utakupona, utakuwa unalinda amani, sawa. Ukiwa na tiki kura unakuwa unalinda amani kwa sababu kwamba tukiwepo na tunakaa kwenye makundi itakuwa tunaleta hali ambayo itakuwa sio mzuri katika siku ya uchaguzi. Kwa hiyo nilikuwa naomba Watanzania siku ya tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa 10 saa Oktoba, tukipiga kura tu moja kwa moja basi ili tuweze kulinda amani. Ni jambo kubwa ya kuweza kulinda amani, na njia kubwa ya kuweza kulinda amani ni kuwepo sehemu ya kuwa nyumbani, ni kwenda kupumzika, ni kusubiria matokeo.